Muliona jana huyu Ruto ameita Gideon Moi wa jamii yake ya Wakalenjin, anasema Wakalenjin waungane. Mimi nikiita nyinyi anasema sisi ni wakabila, si ndio? Wakalenjin wakishikana ni umoja wa kimataifa, watu ya mulima tukishikana anasema ni ukabila. Anafikiria sisi ni wajinga. Na mimi niseme mutu yeyote anatumiwa na Ruto kugawanya mulima ni adui ya mulima Kenya neguadwaito Modoro wao wao wao wao nikokani yakerema ne thoito neguo neguo neguo na watu wanatumiwa na Ruto. Wewe governor wa Iguru, wewe karinda, kwani nyinyi hamuna akili? Ruto kwa pale anaunganisha jamii yake ya Levitivali ndio anaweza kutafuta uongozi. Mimi nasema hapa tuungane, si mimi nilikana na madha karoa sizo muungane jibe muturi sizo muungana na Linturi. Huyo si ni uwerevu sasa. Huyu Karinda, huyu wa hapa Embu, ndiyo anatumiwa na Ruto, wakiwa na ile mtu anaitwa Soprano kugawanya sisi. Mtakubali? Mtakubali? Wewe William Ruto wacha kufikiria watu ya mulima ni fala. Unatumia pesa kugawanya sisi, alafu yeye anaunganisha jamii yako. Unafikiria sisi ni wajinga?